Samia wanawake oye, muda <mye> <Mbeza wake, oye. mye> sio rafiki siku, siku yetu ni siku nzuri. <coughs> Ni siku ya wanawake, <gye> lakini nasikia kwamba wanawake wa Kiislamu kuanzia juzi wamefunga wanawake wa Kikristo nasikia kuanzia leo saa kumi jioni na wao wanakwenda kwa esma. Sasa nasiki nifanye leo, nika mipango mingi sasa, mipango yangu yote ina muda mchache. Kwa hiyo nikizingatia pamoja na kwamba leo ni siku ya wanawake, lakini nikizingatia kwamba wanawake wenzetu Waislamu wamefunga, basi naona muda sio rafiki. Nikikizingatia kwamba wakina mama nao Wakikristo nao wa, wanataka kwenda Kwaresma, bado muda unakuwa sio rafiki, kweli au si kweli? Sasa kofia nitoe au nisitoe kofia? Oye kofia oye na kutoa kofia oye

Watasema siku ya wanawake mkoa wa Katari pale Mpanda mjini, mambo yote yalikuwa yanakwenda vizuri, mkuu wa mkoa alipotoa mawani vitoto vyote ndio Sasa muda sio rafiki no, naokubwa sio ndefu, lakini nitumie muda muda mfupi kutoa shukrani. Nitoe shukrani nyingi kwa wale wote walioandaa sherehe hizi za wanawake hapa, zimefana zimekuwa nzuri. Wanawake mmekuja kwa wingi, halafu mnavyopendeza sasa Yaani wanawake wa Katavi mnapendeza, hata mchezo jipigieni vigelegele. Eh, yani mnapendeza mpaka mnanichanganya, wakina wangu wa Katavi yeye. Leo leo ni mwona wanawake wanaopendeza kwa kila upande.

kwa sababu ana chale za chalechale <laughs> <laughs> za kienyeji mpaka mzee Msingi, mheshimiwa anaogopa kulowa. <laughs> Ila kwa kweli, sasa niko kuitia tusaidiane. Ndio mheshimiwa, leo nimekuja hapa, nimekuta wanawake wanapendeza, li niwaona mimi Kingwendu, kama wewe ndio kukamatwa sipendi wanawake ni wakuta hapa, jinsi wanapopendeza. Waandishi wa habari wanapendeza, wako hapa, wanafunzi wanapendeza, lakini kukuwa kuna mtu mmoja kila wakati akasema kuna miaka hamsini uko ofisini

Naomba nitumie fursa hii kwa ufupi kumkumbuka, wakati nikiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mara, nilikuwa na katibu wangu, alikuwa naitwa Albert mgumba. Kwa taratibu za Chama cha Mapinduzi, jumuiya za chama katika ngazi usika kiongozi wake ni, ni katibu wa ngazi usika kwenye usikwe, ndugu yangu hata Tibumba, yeye ndio alikuwa kiongozi na mlezi wa jumuiya ya wanawake mkoa wa Mara, wamara na u, kila mwaka walipokuwa na shughuli au wanakazi, Abet alikuwa nanialika mwenyekiti wake tunakwenda kwa wanawake hapo sasa, na mimi navyopenda wanawake nawopenda sasa, kienda kutokana na itifaki, kuna wakati nafika katibu wa mkoa sasa, anafanya vitu vyake ili anikaribishe mwenyekiti wa mkoa kwana usikweni, nachompendea mgumba alikuwa kitoka huku

Naomba kwa haraka na kwa kifupi nimkumbuke mkuu wa mkoa mwenzangu. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.